A hapa unaonja ladha kamili ya Tanzania na Afrika kupitia vyakula, na hapa ndipo dunia inapoonyeshwa kile ambacho Tanzania inacho kupitia utamaduni wake wa vyakula. Umuhimu wa vyakula vya asili, hasa kwa wageni wanaokuja kuitembelea Tanzania, wanapenda kuonja vyakula vyetu, wanapenda kutumia vyakula vyetu kwa sababu wanauelewa, tulishawaelimisha vyakula vyetu ni vya afya. Vyakula vyetu sio vile vyakula ambavyo vina chosha miili au vinaleta magonjwa kama vile sukari kama vile presha. Vyakula vya Kitanzania havilimu kwa kuweka mbolea zile artificial. Vyakula tunavyopika sisi kama ni mbolea inawekwa samadi, kwa hivi vyakula ni vya asili na vina virutubisho vya kutosha kwenye mwili wa binadamu. Celebration of good flavors and taste. Wageni wengi wamevutiwa kutokana na kwanza na aina yetu ya uchomaji wa Tanzania. Tunachoma kiasili kwa kutumia miti na hatuweki kitu chochote, na unaona nyama inaiva vizuri kabisa na inakuwa laini kabisa. mnachoma kwa njia za asili asili. lakini pia tunachoma kwa kutumia nishati safi. Kwa hiyo huu umechomwa kwa kutumia makaa ya mawe na gesi, ambayo ndio mama yetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na asherehesha jambo hili kwamba tutumie nishati safi, na hii nyama tumechoma kwa kutumia nishati safi, makaa ya mawe na gesi. Tunachokishuhudia hapa ni makaa ya mawe, ni makaa ya mawe. Mimi mate ananidondoka, nikaribishe bwana. Hii, hebu onja hii. huyu ni mnyama gani? huyu ni pofu. Hapa nakula nyama ya pofu ambayo imechomwa kwa njia za asili kabisa kupitia makaa ya mawe pamoja na gesi kabisa, hmm na hii ndugu mtangazaji, kwa kupitia wizara yetu ya maliasili chini ya TAWA imetuwezesha kufanya mambo haya ambayo TAWA inatoa leseni hizi za uwindaji wa kitalii ambao tunasema kuna tourism hunting. Aa, lakini pia tuna local hunting na tuna blocks ambazo watu wanakuja kuwekeza katika mbuga zetu ambazo wanaweza wakaona wanyama na wakatalii, lakini wakawinda pia uwindaji halali na wakajipatia kitoweo na wakapata kitu kinaitwa trofi kama ambavyo naona tumetengeneza trofi moja pale ya nyati, utaiona. Hizi ndizo pia, uh, utalii wa kwetu Tanzania. Naungana na jamii yote iliyofika hapa ya ndani na kimataifa, ambayo iko hapa Arusha katika mkutano na jukwaa hili la kimataifa la masuala ya vyakula vya asili, nikiwa naonja. Hii ni nyama ya pofu, na wageni wamepata fursa ya kuionja nyama hii na mimi nimekuwa miongoni mwao. Ramadhani Mvungi, makala ya utalii, Azam News.